Ndugu zangu tusikie kwa makini, Yesu hakusimulia hadithi hii ili kutuburudisha. Aliisimulia kutufunulia moyo wa Baba wa Mbinguni. Biblia inasema wazi, baba yake alipomuona akiwa bado mbali alighairi moyoni, akakimbia. Luka 15 mstari wa 20. Hii si picha ya baba wa kawaida wa duniani. Huyu ni Mungu mwenyewe, ni Baba wa Mbinguni anayemsubiri mwenye dhambi anayemtazama aliyepotea kila siku, sio kwa hukumu, bali kwa rehema. Swali la leo si hadithi ni nzuri kiasi gani. Swali ni hili: wewe uko wapi leo? Je, uko mbali? Je, umechukua baraka za mungu ukazigeuza kuwa dhambi? Je, unadhani umechelewa kurudi? Leo Roho Mtakatifu anakuita kupitia simulizi hii ya Yesu mwenyewe. Mfano wa mwana mpotevu ni ujumbe wa toba, msamaha na kurejeshwa. Kama Roho anakugusa sasa hivi, andika niko tayari kurudi chini ya video. Simulizi ya mwana mpotevu. Yesu alisema, palikuwa na mtu mmoja mwenye wana wawili. Mtu huyu anawakilisha Baba wa Mbinguni, wana wawili wanawakilisha aina mbili za mioyo ya wanadamu. Mwana mdogo akasema, baba, nipe sehemu ya mali inayonipasa hii ilikuwa dharau kubwa, lakini ndivyo dhambi ilivyo. Inataka baraka za Mungu bila Mungu mwenyewe. Baba akamgawia mali yake. Hapa tunaona uhalisia wa Mungu. Hamlazimishi mtu kubaki naye. Anaruhusu uchaguzi, even kama unamuumiza. Mwana mdogo akaenda nchi ya mbali. Nchi ya mbali si lazima iwe umbali wa kilomita. Ni hali ya moyo iliyojitenga na Mungu. Akaishi maisha ya upotovu. Akaharibu kila kitu. Dhambi daima huanza kwa ahadi, lakini huishia kwa utupu. Fedha zilipoisha, njaa ikaja. Hapo dhambi ikamwacha uchi. Akalazimika kulisha nguruwe, kazi ya fedheha kwa Myahudi. Hapa Yesu anatuonyesha ukweli, dhambi humshusha mtu hadi mahali ambapo hangeweza kufikiria kufika. Lakini Biblia inasema akajitambua. Hapo ndipo toba ya kweli inaanza Sio kujilaumu tu, bali kubadilisha mwelekeo wa moyo. Akasema, nitarudi kwa baba yangu. Hii ni picha ya toba, kurudi kwa Mungu ukiwa huna hoja, huna madai, huna haki. Alipokuwa bado mbali, baba akamwona. Hii inaonyesha ukweli mkubwa, Mungu huona toba kabla hujafika mahali pa kurejea. Baba akakimbia, hakumgojea aombe rehema, hakumwambia ajithibitishe Akamkumbatia, akamrudishia heshima, akamrudishia utambulisho. Vazi bora, yani haki ya Mungu. Pete, yani urejesho wa uwana. Viatu, yaani uhuru wa mwana, siyo utumwa. Dama aliyenonwa, yaani shangwe la mbinguni. Yesu anasema furaha huwa mbinguni kwa mwenye dhambi mmoja atendaye toba, Luka kumi na tano mstari wa saba. Lakini kulikuwa na mwana mkubwa, alikuwa karibu kimwili lakini mbali moyoni. Huu ni mfano wa watu wa dini bila neema. Wanafanya mema, lakini hawajamjua moyo wa baba. Baba akamwambia, "Mwanangu, wewe uko nami siku zote. Mungu anataka watoto, sio watumwa." Simulizi hii inatufundisha mambo makubwa manne. Kosa la kwanza, alimtumikia baba lakini hakumjua baba. Mwana mkubwa alisema, "Miaka mingi nimekutumikia Hakusema nimekuwa nikikaa naye. Hii inaonyesha kuwa uhusiano wake na baba haukuwa wa upendo, bali ya majukumu. Alimwona baba kama bwana wa kazi, si kama mzazi wa kumpenda. Hili ndilo tatizo la wengi leo. Wanafanya huduma, wanahudhuria ibada, wanajituma katika kazi za kanisa, lakini hawamjui Mungu binafsi. Huduma bila uhusiano huzaa uchovu wa kiroho na moyo mgumu. Kumjua baba ni zaidi ya kumtumikia, ni kuwa na ushirika naye. Kosa la pili: alitii sheria lakini hakupenda rehema. Mwana mkubwa alijivunia utiifu wake, sijakosa amri yako kamwe, lakini alikasirika ndugu yake aliporejeshwa kwa rehema. Hii inaonyesha kwamba sheria ilikuwa muhimu kwake kuliko upendo. Alikuwa sawa kimafundisho, lakini hakufanana na moyo wa baba. Yesu waliwakemea wafarisayo kwa kosa hili hili, waliishika sheria kwa nguvu lakini wakawanyima rehema. Utiifu utalifu wa kweli kwa Mungu huzaa rehema kwa wengine. Mtu anayemjua Mungu hawezi kuchukia anaposamehe. Kosa la tatu, msamaha wa Mungu unarudisha utambulisho, siyo kumbukumbu kumbu la kosa. Moja ya makosa makubwa ya mwana mkubwa ni kushindwa kuelewa namna msamaha wa Mungu unavyofanya kazi. Kwa utazamo wa wanadamu, msamaha mara nyingi husemwa kwa maneno, lakini hukataa kurejesha heshima. Tunapenda kusema nimekusamehe, lakini bado tunamtazama mtu kwa kosa lake. Kwa Mungu msamaha ni tofauti kabisa. Biblia inasema Mungu hazikumbuki tena dhambi Wahebrania, nane, kumi na mbili. Hii ina maana kwamba hatumii kosa la zamani kumtambulisha mtu. Baba alipomsamehe mwana aliyerudi, hakumruhusu abakie kama mtumwa. Alimvisha vazi bora, akampa pete na akamvisha viatu. Ishara za urejesho kamili wa uwana. Msamaha hakumrudisha nyuma, alimrudisha mahali pake la asili. Mwana mkubwa aliona kosa kabla ya neema. Alimtaja ndugu yake kwa dhambi zake, siyo kwa uwana wake. Hapa ndipo kosa lake lilipojitokeza wazi. Alishikilia kumbukumbu la kosa badala ya kusherehekea urejesho wa utambulisho. Yesu anatufundisha kwamba katika ufalme wa Mungu, msamaha haumuachi mtu katikati. Unamfanya aliyekuwa amepotea kuwa mwana tena kikamilifu. Kosa la nne, alikuwa sahihi kimatendo lakini amekufa moyoni. Kwa nje, mwana mkubwa alikuwa karibu na nyumba, lakini Biblia inasema hakutaka kuingia. Ndani alikuwa nje ya shangwe, nje ya furaha, nje ya uzima wa uwana. Huu ni ukweli mchungu. Mtu anaweza kuwa sahihi kimatendo, lakini moyoni akawa mtupu. Haki bila upendo hufanya mtu awe mkavu, mkali na wenye kuhukumu. Baba alikuwa akishangilia uhai uliorudi, lakini mwana mkubwa alikuwa akihesabu makosa ya ndugu yake. Hii inaonyesha kifo ndani, kifo cha furaha, cha huruma na cha neema. Kwa ujumla, kosa la mwana mkubwa lilikuwa moja: alikuwa karibu kimwili, lakini mbali moyoni. Yesu anatuonya kwamba dini bila neema ni hatari, sawa na dhambi wazi zote zinahitaji toba. Mungu hataki watumwa tu, anataka watoto wanaofanana na moyo wake. Ndio maana simulizi inaishia kwa swali lisilo na jibu, kwa sababu jibu lake linapaswa kutoka kwetu. Je, tutaingia katika neema ya Baba au tutabaki nje tukiwa sahihi lakini tumekufa moyoni? Leo Baba wa Mbinguni anakusubiri. Sio kwa sababu umetenda mema bali kwa sababu anakupenda. Haijalishi umeanguka mara ngapi, haijalishi umeenda mbali kiasi gani, njia ya kurudi ni moja, toba. Biblia inasema tubuni, mkamrudia Mungu ili dhambi zenu zifutwe, Matendo ya Mitume tatu mstari wa 19. Kama leo unahisi wito wa kurudi kwa Baba wa mbinguni, andika ninarudi kwa Baba. Na kama unatamani mafundisho na simulizi zaidi ya Biblia yaliyo safi, ya kweli na yenye nguvu ya Roho Mtakatifu, Subscribe Biblia Voice Kiswahili. Baba bado anataka kusamehe. Mlango bado uko wazi, neema bado inapatikana. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe Biblia Voice Kiswahili na ubarikiwe sana.